Basi mara baada ya bibi Alex kuchukia na kumfukuza Rando, siku hiyo ilipita kwa namna hiyo, na kesho yake Rando akawa anasubiria sana Bradi aondoke kwenda kazini ili yeye aingie nyumbani kwa bibi Alex walijenge upya penzi lao. Na kweli alfajiri na mapema ilipofika bwana Bradi alitoka na kutaka kwenda zake kazini, ghafla Rando akamfuata Bradi karibu na kumuuliza kwamba je, leo atakuwa na nafasi ya ziada ili waweze kukaa chini na kupiga stori. Lakini bado Bradi alisema kwamba yupo bize sana. Bila kupoteza muda zaidi, Bradi alipanda kwenye gari yake na kuondoka kuelekea kazini. Hapo sasa Rando akapata nafasi hatimaye, akakimbilia nyumbani kwa Bibia Alexi ili walijenge penzi lao la kimchepuko. Rando alizunguka nyuma ya nyumba hadi kwenye bakyadi, hatimaye akamkuta Bibia Alexi akiwa anavipanga vifaa vya watoto kuchezea. Rando akaanza kumsogelea bibia Alex karibu zaidi, huku akimweleza kwamba wala asijali, mana Bradi tayari keshaondoka kwenda kazini. Bibia Alex alijibu na kusema kwamba analifahamu fika swala hilo, ila kwa sasa hahitaji kabisa kumtia Rando machoni mwake. Rando alizidi kujiongeza, hatimaye akamshika bibia Alex shingoni na kuanza kumpatia mabusu motomoto. Bibia Alex akashindwa kabisa kuvumilia Alright my people this is what is going to happen walo sondoke jirani mstori tena wako Mr. Ashi the smart boy oi all the way from Bikoi twende sawa Bibie Alexi akashindwa kuvumilia ikabidi amtoe Rando mlini mwake. Alexi akamfukuza Rando bila aibu, Rando akawa haamini ila ikamlazimu. Kisha Rando akatoka nje ya fensi ya nyumba hiyo, huku akiendelea tukula kwa macho. Lakini kumbe, mara baada ya Rando kuondoka hapo nyumbani kwa Bibie Alexi, Rando aliamua kuelekea moja kwa moja hadi ofisini kwa Bwana Bradi, maana Rando amekuwa na mashaka yasiyoelezeka. Hivyo alienda kumperemba Bwana Bradi ili ajue kwamba hali ya sasa ya mapenzi kati ya Bwana Bradi na Bibie Alexi ipo katika hali Rando aliamua kumuuliza Bradi kwamba ni kwa nini hivi karibuni amekuwa na mashaka tele juu ya mkewe bibi ya Alex. Bradi alijibu kwa kusema mkewe ni mjamzito, jambo linalomshangaza mno, maana wamekuwa wakitumia vidonge vya kupanga uzazi kwa muda mrefu sana, hivyo anashangaa kwamba ujauzito huo umepatikana patikanaje. Rando alishtuka mno na kujifanya kama vile hajui kabisa kwamba bibi Alex ni mjamzito. Bwana Bradi akawa tu anaendelea kumwelezea Rando hisia zake za mashaka juu ya mkewe, kumbe Rando anamchora tu, anafahamu kila kitu kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Basi bwana Rando alizidi kumshauri sana Bradi kwamba asimtilie mashaka mkewe hata chembe, maana yeye kama yeye hajawahi kumwona bibi Alex akiingiza mwanamume yoyote humo ndani ya nyumba yao, hivyo Bradi ajiamini naamini kwamba huo ujauzito wa Alex ni ujauzito wake, wala sio ujauzito wa mwanamume mwingine yule, maana Alex is very loyal to Bradi. Maneno haya ya Rando yalimpa nguvu sana bwana Bradi. Hatimaye Bradi akaahidi kumpenda upya mkewe, na wala bwana Bradi asijue kwamba huyu huyu Rando anayemshauri ndiye anayechepuka na mkewe, maana hakika siku zote kikulacho ki nguoni mwako. Basi tukiachana na upande huu, tunaelekea moja kwa moja hadi nyumbani kwa Speransa ambapo siku hii Julius amefika nyumbani kwa Speransa na habari mpya kabisa. Anamjuza Speransa kwamba Eddie ameuwasha moto, hivyo Eddie awe tayari kwa lolote litakalomkuta, maana Julius anakwenda kumfahamisha baba yake juu ya ubaya wote aliofanyiwa na bwana Eddie ili wamlipize kisasi, kwani baba mzazi wa Julius ni Mexico, tena Mexico katili na kateli nguli wa dawa za kulevya, hivyo Eddie atachezea kichapo kisicho na msalia mtu lakini Bibi Esperanza aliogopa na kuanza kumtaka Julius asifanye hivyo, kwani itahatarisha usalama wake na usalama wa mtoto wake pia. Ila Julius akagoma katukatu, huku akisema hawezi kuonewa kirahisi namna hiyo na hawezi kuwa pimbi kwa Edi hata siku moja. Tukirudi huku nyumbani kwa Bwana Rando, tunamuona Rando akimchungulia Bibi Alex dirishani. Tena akimtumia na SMS nyingi bila majibu. Alex akasoma SMS moja na kugundua kwamba kumbe Rando anamchungulia dirishani. Ikamlazimu Bibi Alex aende kulifunga dirisha hilo ili tu Rando asiendelee kumuona, lakini simu zikawa zinaingia nyingi kama mvua, na zote zikitoka kwa huyo huyo bwana Rando. Hadi watoto wa bibi Alex wakamsihi mama yao kwamba ni vyema aipokee simu hiyo na wala asimfanyie ubaya mkubwa kiasi hicho mpigaji wa simu hiyo. Rando alituma SMS iliyomshtua sana Bibi Alex, ikamlazimu Bibi Alex atoke na kwenda kuongea na simu hiyo. Alex aliingia chooni na kujifungia vizuri, kisha akaipokea simu kutoka kwa Rando mbio mbio. Bibi Alex akamhoji Rando kwa kusema, Rando, hivi unataka nini? Lakini kwa nini unamfuatafuata mimi wangu mpaka ofisini? Au unataka ajue kwamba nishawahi kuchepuka na wewe eh? Unataka niachike, sio? Bibi Alex aliongea kwa uchungu na wahaka wa juu sana lakini bado Rando hakujali akawa tu anazidi kusema kwamba eti Bradi ni rafiki yake, hivyo hawezi kukaa naye mbali hata kidogo, ingawa Brad anaonekana kuwa na mashaka mengi juu ya Rando. Bibi Alex alijihisi wazimu, maana alijuta kuchepuka na mkaka king'ang'anizi namna hiyo. Rando alimkumbusha Alex kwamba leo ni siku ya mvua, hivyo mvua inanyesha. Je, Alexi hajisikii hamu ya kufanya mapenzi kama zamani maana huwa anapenda sana kufanya wakati wa mvua. Bibi Aleksi alitabasamu kisha akamtizama Rando na kukataa katu kali, alafu akamwambia kwamba aende akafanye na mkewe, maana hata mkewe huwa anapenda sana mvua. Ila wakati bibi Aleksi akiwa hana hili wala lile, ghafla mume wake ambaye ni bwana Bradi alifika hapo nyumbani, tena akiwa ameshikilia maua mazuri ya upendo mkononi, maana bwana Bradi kaamua kujiridhisha kwamba uo ujauzito aliobeba bibi Aleksi ni ujauzito wake. Hivyo Bradi kaona hana budi kumpenda mke wake. Bwana Bradi aliwauliza watoto wake hapo sebleni kwamba mama yao yuko wapi, watoto wakamweleza wima, wima. Mbio-mbio Bradi akaelekea huko alipo mke wake, lakini mara baada ya kufika tu na kuufungua mlango, bibi Alex aliibadili gia hewani hewani na kujifanya anaongea na masi kwenye simu kisha akamwaga Rando kishikaji na kuikata simu hiyo bila hata bwana Bradi kuelewa nini kilichokuwa kikiendelea. Bradi alimkumbatia na kumbusu mke wake kisha akampatia maua hayo mazuri ya upendo. Kisha Bradi akamuomba radhi mkewe, kutokana na namna ambavyo Bradi amekuwa akiriaki toka pale alipoambiwa tu mkewe ni mjamzito. Wote wawili wakafurahika na kusameheana, kisha wakakubaliana kwamba watailea mimba hiyo ya mtoto wao kwa ushirikiano tele. Tukirudi upande huu wa pili, tunamuona bwana Rando na bibie Masi wakiwa zao jogging wakawa wanafanya sana mazoezi ya kukimbia mpaka Bibi Masi akachoka. Ila waliporejea nyumbani, Rando alichungulia nyumbani kwa Bibi Alexi kupitia dirisha lake la jikoni na kugundua kwamba Bibi Alexi yupo sebleni. Rando akaamua kumwita mkewe, Bibi Masi, kisha akamuweka juu ya meza katika hali ambayo ilimfanya Bibi Alex amudu kuona kila kitu kutokea kule jikoni kwake. Rando akaanza kuwasha moto rasmi hapo hapo sebleni. Bibi Alexi akawa anaona jinsi ambavyo Masi anachopewa bakora za maana na bwana Rando hadi Bibi Alexi akapata na wivu fulani hivi. Ghafla Brady akaingia hapo jikoni na kumkuta mkewe akiwa ameganda dirishani. Bibi Alexi akashtuka mno maana alifumwa akiwa anakula kozi. Kutokea kwenye nyumba ya jirani yao Brady naye alitazama dirishani akaona kila kitu, ikambidi ashushe pazia ili wasishuhudie uchafu huo, ila Rando akawa bize kushughulika tena kwa spidi ya ajabu sana, ili mradi tu azidi kumrusha roho Alexi na ashuhudie jinsi mwenzake anavyoweza kupewa mikito ya motomoto. Bwana Bradi aliamua kumtania mkewe na kumwambia kwamba je, yupo tayari na wao wayafungue mapazia wafanye na kuwaonyesha kama sehemu ya kuwajibu mapigo. Ila Bibi Alex alicheka sana na kujibu huku akisema kwamba Bradi, I know you are nervous," akimaanisha kwamba mume wake ni muoga, hawezi kabisa pigo hizo za kibara. Hapa tunajifunza kitu kwamba kumbe kuna wakati wanawake hupenda nginjanginja kitandani na si tu kuwa hendo aste aste na aibu nyingi za kilokole. Basi mara baada ya tukio hilo, bibie Aleksi alirudi sebuleni na kuketi zake huku akiongea daktari wake katika simu. Mara ghafla akaja bibie Masi huku akiwa ameshikilia zawadi mkononi. Masi akasogea hadi kwenye dirisha ambalo linatazamana na nyumbani kwake. Masi akashangaa sana, maana aligundua kwamba Kumbe dirisha hilo linaweza kuonesha kila kitu kutokea jikoni kwao. Ilibidi Masi amuulize Alex kwamba je, alishuhudia jinsi ambavyo Rando alivyokuwa anampatia vitu asubuhi ya leo. Bibi Alex akawa hana jawabu, akawa anacheka tu, ila Masi akajibu na kusema kwamba wala Alex asijali, maana wakati mwingine pindi Rando atakapokuwa anamkoboa atajitahidi alifunge dirisha hilo la jikoni kwao ili tu bibi Alexi asishuhudie tena maana huwa show ya Rando ni nzito na inaweza kumdatisha kila anayeishuhudia. Bibi Alexi alibaki tu akicheka huku akimdharau sana masiki moyo moyo, maana hakuna kipya asichokifahamu kumuhusu Rando, maana Alexi anaujua utundu wote wa Rando kuanzia a to z. Hivyo bibie Alexi aliichukua zawadi hiyo, zawadi aliyoletewa na rafiki yake Kidawa, kisha akaihifadhi vizuri kabatini. Alafu bibia masi akaondoka zake na kumwacha bibia Alexi akiwa na mawazo tele, huko nyuma, lakini disaini kama bibia Alexi ameanza kuingiwa upya na tamaa ya kulipata tena penzi la Rando. Je, Rando atakubali kweli? na ni ipi hatima ya mtoto atakayezaliwa? atakuwa ni mzungu mweupe kama Bradi au atafanana kila kitu na bwana Rando? Usijaribu kuikosa sehemu ya tano ya filamu hii, maana itakwenda kujibu maswali yako yote. Oyae, niwaombe kwa leo tuishie hapa, ila kampeni yangu saidi ya mwana inaendelea. Hivyo unapotizama usiache kusubscribe, kulike, kucomment na kushare, ili familia hii izidi kuwa kubwa sana. Mkifanya hivyo, mtatisha sana. Nipeni like zaidi elfu moja alafu mune nitakapozidi kuachia kazi kila kukicha.